<laughs> Anza ah, na majina yako matatu na cheo chako. Jina langu ni, ni Hamad Ahmed Baucha, ni afisa mdhamini mstaafu wa wizara ya Ujenzi, mawasiliano na uchukuzi. Wakati barabara hizi zinajengwa au zinatengenezwa, wewe ulikuwa una nafasi? mm -hmm. Wewe kwa nafasi yako ilikuwa kama nani kwenye kushughulikia barabara hizi? ah, kwa sababu nafasi ya afisa mdhamini ni kwamba ni overall in charge wa shughuli za barabara zote za hapa Pemba, ambao mara nyingi tunakuwa utaratibu wote unaotoka kwa katibu mkuu tunapokea sisi, alafu sisi tunapeleka katika idara zote zinazohusika. Kwa mfano, kwa upande wa barabara ni kwamba tunaipeleka katika idara ya barabara ambayo sasa hivi ni, ni agency ya barabara. Uh, kuna, kwa, ukiwauliza wananchi wanalalamika kwamba kuna fidia ambazo hawajalipwa lakini waliolipwa ni wale waliovunjiwa nyumba zao, lakini kuna nyumba ambazo zilipata athari, kwa mfano uh, crack na nyingine baada wakati wa utengenezaji wa ile barabara, kuna nyumba nyingi zilipasuka. Sijui hili mlipata malalamiko hayo na mlichukua hatua gani? Kwa upande wa barabara tano za kaskazi Pemba ambazo zilifadhiliwa na MCC, karibu shughuli zote 100% walichukua wenyewe MCC, ambao chini ya ni MCT ambao management yote ilikuwa paa pale kwenye MCT. Kwa hivyo kwa serikali sisi ilikuwa kama ni beneficiary mm. Yeah. Kwa hiyo ni kwamba utaratibu mm. wa malipo fidia kama maji, miti, nyumba zote zilichukuliwa na MCC wenyewe. Hamjahusika kabisa kwenye hilo au wizara haikuhusika au serikali haikuhusika kabisa mm. Lakini kimtazamo wewe unaonaje uta, utayari wa wananchi na zimesaidia kwa kiasi gani ukilinganisha na huko nyuma watu walipotoka? Kwa kuangalia barabara zile, ni kwamba wananchi wote ambao barabara zimepita wamefaidika, na kabla ya hapo ni kwamba, kwa mfano kama Mtambwe, barabara ya Mtambwe ilikuwa haipitiki. Hakuna mtu ambaye pesa ili ya kwenda Mtambwe alikwambia ko tayari kwenda kukupeleka mkoani kwa hivyo ni kwamba ni katika barabara moja ambayo ilikuwa ni mbaya sana au kwa mfano kwa barabara iliyokuwa inakwenda Kojani ile pale barabara nao pia ilikuwa, ilikuwa no haipitiki. Barabara kama za ya, ya, ya, ya Kinyasini iliyokwenda moja kwa moja hadi Wingwi ile barabara karibu ni barabara ambazo zilikuwa zimesha mm, hazipitiki tena. Lakini sasa hivi karibu ukiangalia hata ruti zote sasa hivi zina ruti mm. Nante, mm, labda tulielezwa na wataalamu kwamba zile barabara zina uimara mkubwa. Hili kwa nini hatukulihamishia katika ujenzi wa barabara nyingine wakati wako wa Sandamini? Hayo ni kweli kwa sababu ni, ni za za ile pale ilikuwa ni surface dressing. Lakini barabara sasa hivi zote zinazokuja zinakuwa ni za barabara za lami ya kupika. Ile ni kwamba kokoto ndogo ndogo lakini katika ujenzi mara nyingi inakuwa ni ghali.